Polisi kutoka kaunti ya Kirinyaga wameanzisha ujenzi wa jumba la ibada la matumizi mbalimbali mbali ndani ya makao makuu ya polisi ya kaunti huko Kerugoya. Kamanda Nelson Talti amedokeza kuwa zaidi ya shilingi 1800 tayari zimechangwa na ujenzi utaanzishwa hivi karibuni. Aidha alisema kuwa jumba hilo litasaidia kuboresha afya ya akili na kuimarisha uhusiano wa polisi na jamii miungu ambayo ni ya Ashera Ashera huwa ni... kwa nini tusiwaje likas hii Kirinyaga tujenge kanisa tuambie watu watusaidie, wala watusaidia askari wale, wale wanaweza kujanga kidogo tuweka hata, wakati tunakuwa na mkutano yetu tunaweza fanyia hapo. Tuko na issue ya mental problem tunakuwa naye hata kwa officers wetu Wakati tumeita watu wa kuongelesha wanaweza kuongelesha hapo, na hiyo kanisa pia inaweza saidia kuleta community policing. watu wa nje wakikuja kuswali hapo pamoja na sisi tuhakikishe tumeanza na hiyo community policing, na mimi nataka kushukuru Mungu, hiyo mwezi moja tulianza. Tunashukuru pia community hapa, tulifanya Harambee Sunday and we were able to raise 800,000 huru kwa community ya hapa, kwamba wanaweza kukubali askari na pia wawechengee nyumba ambayo pia itawasaidia hao, na tuka, uh, tukareis shilingi elfu nane uh, is that